Andaa sadaka yako, andaa sadaka yako, andaa sadaka yako nzuri ya kiagano na ya shukrani ya kumtumikia Mungu katika mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Uko tayari nimwambie Bwana kwa ajili ya sadaka yako ya shukrani? Uko tayari nimwambie Bwana kwa ajili ya sadaka yako ya kiagano? Hii sadaka imebeba mambo makuu mawili. Kwanza ni sadaka ya agano lakini pili ni sadaka ya shukrani mbele za Bwana. Haleluya, haleluya. E, bado ninakusubiri, ni wewe ambaye unaniangalia, uchukue sadaka yako niweze kutamka neno la kinabii kwa ajili ya sadaka yako ya kiagano mwaka 2025. Shika katika mkono wako mmoja wako, shika hivi, shika hivi, shika, shika sadaka yako, shika sadaka yako hivi, usikunje ngumi ikiwa tupu. Shauri yako kama huna, usikunje usinyoshe hivi. Shika sadaka yako alafu fanya halafu inamisha kitu chako. Bwana Yesu, tumeinua dhabihu zetu za kiagano mbele yako, tumeinua sadaka zetu za shukulani na za kiagano mbele zako. Hii ni dhabihu yetu ya kiagano mbele zako e Bwana, kwa ajili ya mwaka 2025 hii ni sadaka yetu ya kiagano ya kutembea na wewe katika mwaka huu. Hii ni sadaka ya shukulani, tumeona matendo makuu sana Baba ukitenda katikati yetu mwaka huu kwa hiyo tunapoingia mwaka wa 2025 ninaomba baba yangu ukapokee dhabihu zetu hizi, ukapokee sadaka zetu hizi za kiagano, ukapokee sadaka zetu za shukulani ebwana, ambazo tunakutolea Jumatano ya leo, siku ya kwanza ya limbuko kwetu. Hii ni siku, ni lango hey. Baba, ninaomba ukaione sadaka yetu baba na kuibariki baba. Ninaomba sadaka hii ikabaki kuwa ukumbusho wa naomba baba yangu wa mbinguni kwa kila mmoja ambaye ataenda kukutafuta Bwana katika maisha yake yote katika mwaka huu baba, ninaomba ukamonekanie akikutafuta, kwa ajili ya ndoa yake, akikutafuta kwa ajili ya watoto wake, akikutafuta kwa ajili ya mwenza wake, akikutafuta kwa ajili ya wazazi wake, kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya biashara, kwa ajili ya jambo lolote atakalokuja kuomba katika madhabahu hii, baba b ya ukumbusho mbele zako ukalikumbuka agano hili ambalo Baba tumeweka mbele zako tukaapa mbele yako ya kwamba tutaenda kutafuta kwa, kwa mioyo yetu yote Baba, ninaomba ukasikie maombi yetu na dhabihu zetu ukazipokee. Baba, mioyo yetu ilipo ndipo na sadaka zetu zilipo, basi ninaomba tunapoweka sadaka hii ya kiagano kwenye kapu letu la matoleo naomba ukakumbuke maombi yetu ambao baba tunaenda kukuomba katika mwaka huu katika madhabahu hii na mahali popote tutakapokuwa, katika jina la Baba na la Mwana, na Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu. Baba nimeomba na mtu mmoja ambaye anataka tutembee kwenye agano, anisaidie kusema amina. Nisaidie kusema amina. Alafu, leta sadaka yako ya agano kwenye sanduku hili la la la la la matoleo. Leta sadaka yako wewe, leta tu leta tu sadaka yako wewe, ambayo una sadaka yako, leta sasa, weka kwenye kapu hili la matoleo, weka kwenye kapu hili la matoleo. Tuendelee na utaratibu ambao tunataka tuendelee nao kwa ajili ya kumtumikia Mungu eh, katika ratiba yetu ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano.